Dalili za ugonjwa wa mpox ni pamoja na upele, malengelenge au vidonda kwenye mwili, hasa mikononi na miguuni, kifuani, usoni na wakati mwingine sehemu za siri, homa, vidonda vya koo, maumivu ya kichwa, maumivu ya mgongo, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili na kuvimba kwa mitoki ya mwili. Njia za maambukizi ya ugonjwa wa mpox ni pamoja na kugusana na mtu mwenye dalili za ugonjwa wa mpox kusalimiana kwa kukumbatiana, kubusiana na kushikana mkono na mtu mwenye maambukizi ya mpox, kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye maambukizi ya ugonjwa huo kama vile mate, jasho, mkojo, kinyesi, matapishi, kamasi na matone ya mfumo wa njia ya hewa, kugusa vyombo, matandiko, nguo au godoro la mtu mwenye ugonjwa wa mpox, kuchangia vitu vyenye ncha kali na mtu mwenye maambukizi ya ugonjwa wa mpox pamoja na kula au kugusa mizoga au wanyamapori wenye maambukizi ya ugonjwa wa mpox mfano nyani, tumbili na swala msituni. Kwa taarifa, elimu na ushauri, piga simu namba 199 bure. Ujumbe huo umeletwa kwako na wizara ya afya.